Nampongeza kwa sababu moja kubwa kati. Kwa sababu moja kubwa juzi ameomba radhi bungeni amechonganisha chonganisha sana watu hapa, Na leo hapa ameanza kumsifia mbunge nani, mkuu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisishaga mimi nilipoteuliwakua mkua mkoa, lakini sasa hivi hata kuitamka jina la Wanakonda hawezi na msifu, kwa sababu aliomba razi. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wa bunge na bunge, asingekoa makini na waziri wetu Mchengele kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwa kwake moja awaombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao, kwa sababu bila kufanya hivyo kojene, mzee Mwandi amesema hapa, safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka singu nikazopata kweli mwita waziri wetu muongo kwa na kujengwa hii nimemwomba waziri Mchengerwa. Design iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo, haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa kaongeza mpaka bajeti ikatoka kwenye bilioni thelathini, ni faida wana wa wananchi wa jiji la Arusha, alafu nimwita waziri wetu mwongo? Kwa kuwa bunge limemsamehe na mii moyoni mwangu sina shaka naye, lakini Shariki langu mmoja aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kufanya kazi hii.